Vijana wa Stand United ambao kwenye michuano hii ya CRB Federation Cup wameweza kupambana na kufika hatua ya robo finali katika mechi ambayo ilikuwa inachezwa leo hapa KMC Complex e, Yanga wakiwa wenyeji. Yeah. Licha ya kuwasimamia vijana hao lakini performance yao leo imewaangusha sana kwenye pitch. Pengine unadhani nini hasa kilikuwa tatizo kwa upande wa wachezaji ambao wewe kama mlezi? Kwa maoni yangu vijana wamefanya kazi kubwa sana e, kwenye mechi ya leo na wanatoka kwenye, kwenye mechi zingine ngumu na wamekuja kwenye mechi kucheza na Yanga na ukumbuke, unapozungumzia Yanga unazungumzia timu ya, ya levo za, za Zamalek unazungumzia timu ya, ya levo za Al Ahly unazungumzia timu za, ya levo kubwa kubwa e duniani na Afrika. Kwa hiyo Yanga ni timu kubwa sana, na unavyocheza nayo maana yake ni kwamba kila kosa ambalo mtafanya watawadhibu kila na ndio maana tumeona katika mechi ya leo vijana kila kosa waliofanya wameadhibiwa, kwa sababu unacheza na mchezaji kama Ziziki, unacheza na mchezaji kama Chama ambaye anajua kila wakati nyinyi mmejipozisheni wapi na yeye afanye nini. Kila wakati wakubu, hawa wachezaji wakubwa hawa international wako very aware na, na pitch na nani yuko wapi na ndio ambacho a kina kinaonekana hapa. Kwa hiyo tuozifani, kwa sababu mwisho wa siku vijana wetu wameendelea kujifunza namna gani ambavyo watafanya maandalizi katika mechi zao kubwa kubwa ambazo zinafuatia baada ya kuwa leo tumetoka katika michuano ya CRDB Federation Cup. Pengine ungetuambia kama mlezi nini ambacho umeondoka nacho kwenye mchezo huu wa leo? Ah, kwanza kucheza na Yanga ni kuenjoy. Eh? Vijana wameenjoy. Leo walikuwa wanacheza na na wachezaji wakubwa e, kabisa Afrika na duniani, na vijana kama mlivyoona, wameonyesha uwezo wao wamecheza mpira ulikuwa unaona, wala hawaogopi walikuwa wanacheza pasi kwa kadi ambavyo walikuwa wanataka, lakini mpira umekuwa una matukio mbalimbali. Mbali na Yanga wameweza kupata matokeo na matokeo ya kufungwa goli nane moja, mimi hayajanishangaza. Nyinyi ndio mnaweza mkashangaa, mimi siwezi. Hapana, wala sio idadi kubwa, wala sio sio sio idadi kubwa, kwa sababu nataka nikwambie hey. Eh, no, no, no, no, yani nataka nikwambie, mwaka elfu mbili nadhani mwaka 2014 tena kwenye Kombe la Dunia timu inaitwa Brazil ambayo ina wachezaji wote unawajua duniani Ilifungwa na Ujerumani goli saba. Brazil inafunga goli saba. Ije iwe Stand United timu ya championship kufungwa na Yanga timu ya ligi kuu na kinaziziki e, goli nane. Ndio maana nasema vijana wangu wamefanya kazi kubwa. Ukitaka kuniuliza kwa nini umefunga goli nane, naenda kauliza Brazil kwa nini walifungwa saba na Ujerumani. Na wote ni wachezaji e, international and classic. Ili hmm, iwe nyingi pengine zingekuwa ngapi? Ilianze kuhesabu wingi. Ah, hapana, football kama nilivyosema ni mchezo wa makosa. Ulikuwa mchezo wa wazi umechezwa mchezo, mchezo, mchezo. Hapo haukuona goli la ofsaidi, haukuona goli la penalti. Yanga wamecheza vizuri, vijana wa Stand United walikuwa wanajikompose, wameweza kucheza football nzuri, lakini mwisho wa siku hawakupata matokeo. Lakini nachotaka kusisitiza ni kwamba hizi timu pia zina malengo. Stand wana malengo, na Yanga nao wana malengo. Najua Yanga wana malengo makubwa katika michuano ya ndani na michuano ya kimataifa, na Stand nao wana malengo makubwa, wanapambana pia kupanda ligi kuu. Kwa hiyo eh, isingekuwa pia rahisi wachezaji wakaja kufia uwanjani. E, ba, yes na kwa sababu bado wana michezo mingine mikubwa na tuna focus sisi ya kupeleka hii timu ligi kuu. Unawaambiaje, wana Jamukaya mara baada ya ya matokeo ya leo, wana mechi nyumbani tarehe 19. Ninasema, wana yes yes yes, stand chama la wana Jamukaya watakuwa wanaendelea na michuano mingine, kwa hiyo e, e, wale wanaokuja Shinyanga wajiandalie kunyolewa e, kila timu itakayokuja pale itapigwa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba huu mchezo unapita na tutazungumza na vijana wetu kwamba sasa CRDB Federation rasmi wameondolewa lakini wameondolewa kwa heshima e, katika ngazi ya robo finali. Kumbuka kwamba tulitoa timu ya ligi kuu nadhani pale e, Manyara Fountain Gate tukakutana na timu moja inaitwa uh, Nani Academy kutoka Yes Giraffe Academy tukawatoa. Kwa hiyo tumekutana na Yanga. Kwa hiyo unaona vijana wamepusha paka wamefika robo finali. Jiulize timu ngapi za ligi kuu ambazo hazijafika robo finali ya michuano hii. Kwa hiyo nawaona vijana wetu wa Stand United ni washindi na wamefanya kazi kubwa sana. Lakini nataka kusema kwamba Yanga wasije wakajidanganya sisi e, tunapanda ligi kuu na tukipanda ligi kuu Yanga watakuja e, Shinyanga, wajiandae kunyolewa pale. Tutakuwa tuna timu ya ligi kuu hasa, sio hii ya vijana wa championship ambao wana miaka 20, wana miaka 19 na kadhalika. Asante sana.